Raisi wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa Iran haipaswi kumiliki silaha za nyuklia, saa chache kabla ya mazungumzo ya juu ya nyuklia kati ya Marekani na Iran kuanza nchini Oman. Akizungumza akiwa ndani ya ndege ya rais Air Force One, Trump amesema anatamani Iran iwe nchi nzuri na yenye furaha, lakini akaonya kuwa hatua za kijeshi zitachukuliwa endapo mazungumzo hayatatoa matokeo. Kama italazimu kutumia jeshi, tutatumia jeshi, alisema. Mazungumzo hayo yanayofanyika Maskat yanaongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arakchi na mjumbe maalumu wa Trump kwa mashariki ya kati Steve Witkoff. Pande zote zimeonyesha matumaini ya mwanga, ingawa bado zinatofautiana kuhusu kama mikutano hiyo iwe ya ana kwa ana au moja kwa moja kupitia upatanishi, jambo ambalo Iran inalitaka. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali Iran, Arakchi alikabidhi hoja muhimu kwa waziri wa mambo ya nje wa Oman Badri Al Busaidi ili azifikishe kwa upande wa Marekani. Inaripotiwa kuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amempa Arakchi mamlaka kamili ya kufanya maamuzi katika mazungumzo hayo. Hii ni mara ya kwanza kwa mazungumzo ya ngazi ya juu kufanyika kati ya Iran na serikali ya Trump tangu Marekani ijitowe kwenye mkataba wa nyuklia mwaka 2015 na kurejesha vikwazo vikali dhidi ya Tehran. Tangu hapo Iran imeongeza utajiri wa uranium hadi asilimia 60, hatua moja tu kabla ya kiwango kinachotumika kutengeneza bomu la nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, alisisitiza kuwa lengo la Marekani halijabadilika: Iran haitaruhusiwa kamwe kuwa na silaha ya nyuklia. Wakati huo huo, Israel ambayo inaona mpango wa nyuklia wa Iran kama tishio kwa uhai wake imeendelea kujiandaa kuchukua hatua za kijeshi iwapo diplomasia itashindwa.